Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Ndugu wananchi, takriban miaka minane iliyopita serikali ilifanya maamuzi ya kutekeleza azma yake ya muda mrefu ya kuhamia rasmi mkoani Dodoma. Utekelezaji wa maamuzi hayo umekuwa na manufaa makubwa, umefungua fursa nyingi kwa wakazi wa Dodoma na mikoa jirani na umechangia kupandisha hadhi ya mkoa wetu wa Dodoma. Mji huu sasa umekuwa na msongamano wa magari uh, kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu, wakazi, pamoja na kukua kwa shughuli za kiuchumi na kijamii, na hasa kwa kuwa Dodoma ni kiungo cha barabara kuu mbili. Msongamano tunaoshuhudia Dodoma sasa hivi, ni dhahiri kwamba tukiuacha uendelee utaleta athari katika biashara ndani ya nchi na ukanda mzima. Sasa ili kuondosha kadhia hiyo, tunahitaji kuwa na barabara ambayo itawezesha magari makubwa na madogo yasiyokuwa na ulazima wa kuingia katikati kati ya jiji la Dodoma kuweza kuendelea na safari zao, hivyo kupunguza muda na gharama za safari. Barabara hii ni muhimu sana kwa jiji, mkoa wa Dodoma na kwa nchi kwa ujumla. Ndugu wananchi, kwa kuwa Dodoma ndio makao makuu ya nchi yetu, inatulazimu kufungua mkoa wa Dodoma kwa njia zote, zikiwemo barabara, reli na anga. Mahitaji ya usafiri wa anga yameongezeka sana na yanatarajiwa kuendelea kuongezeka zaidi jinsi shughuli za kiuchumi zinavyoongezeka. Pamoja na kwamba tulifanya maboresho madogo ya uwanja wa ndege wa Dodoma ili kuongeza uwezo ikiwemo kuwezesha kufanya kazi masaa 24, lakini bado kama mnavyofahamu fahamu uwanja wa ndege wa Dodoma ni mdogo na upo kati kati ya jiji, hali inayosababisha kutoweza kufanywa upanuzi ili kuongeza uwezo wa uwanja huo kupokea ndege kubwa zaidi ili kuongeza ufanisi wa huduma za usafiri wa anga. Ni dhahiri kuwa kama makao makuu ya nchi, kuna haja kubwa ya kuwa na uwanja wa ndege wa kimataifa. Hivyo, nimefurahi kuona kuwa mradi wa uwanja wa ndege wa Msalato unaendelea vizuri. Uwanja huu umejengwa kwenye eneo lenye ukubwa wa kutosha, hali inayotuwezesha kuweka miundombinu yote inayohitajika kukidhi mahitaji ya sasa na miaka mingi ya mbele. Kiwanja hiki kitaimarisha mtandao wa usafiri wa anga wa ndani na nje ya nchi, ikiwemo kukuza utalii. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.